Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, nami Maalim Jafar Mtavassy kwenye kipindi kingine tena cha tafsiri za ndoto, na hapa tunajifunza kutokana na ndoto ya mtu ambaye yeye kila akiona ndoto katika usingizi wake huwa ndoto hiyo hawezi kuikumbuka tena, au itamchukua muda mrefu sana. nani Maalim Jafar Mtavassy. Kliki hapo na subscribe kama ndio mara yako ya kwanza unatembelea peji yetu, na usisahau kugusa alama ya kengele ili kufungua notification. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa taala na kumtakia ziada rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ali na hali zake wote, nilipata swali kutoka kwa wema 1319 13, comment yake inasema ostazi, nikiota sikumbuki nakumbuka vipande tu. Nini nifanye ili nikumbuke ndoto zangu? Hili swali ni la kitaalamu sana. Waliopo kwenye grupu la ujumbe wa ndoto, nimekuwa nikizungumza mara kwa mara, nikizungumza mara kwa mara, ni jambo gani hasa watu hawa linawakinza mpaka hawakumbuki ndoto? Na hapa nitatuje mambo matano au manne ambayo mtu huyu anakosa katika makosa hayo ndiyo maana hakumbuki ndoto jambo hmm. la kwanza kabisa mtu huyu anakinzwa na wachawi aidha ni wachawi wa kijini wanafunga taarifa zake zisiwe zinampata ili mtu huyu arogoke vizuri fahamu kwamba hakuna mtu anayeweza kufunga neema zako moja kwa moja hata ukisikia mtu anatembelea nyota ya mtu fulani sijui nini, maneno ya waganga, potezea kabisa. Ujue waganga bwana, wanapotaka kuchukua pesa yako, wana njia nyingi sana. Eh, ninaposema waganga simaanishi wote, baadhuhum, baadhi yao wana tabia za kipuzi sana. Wanamwambia mtu eh, nyota yako imechukuliwa hivi. Wewe na akili zako timamu, mtu achukue nyota yako, atembelee yeye, atembelee bahati yako? Nani anaweza ya sema? wanakuchelewesha tu, wanakufunika wana wana funika funika, usifutoe haraka usifike sehemu fulani, ndo hivyo, wanakuombea ombea na balaa. Kwa hivyo sasa, wachawi wa kinyini wanapotaka kukufanya mambo ya hovyo, kukurudisha nyuma kimaendeleo, usipige hatua haraka, wanaona kuna kitu unacho wewe, ili kukutoa kwenye njia, wachawi hawa huwa wanamtumia jini ambaye anatumikia uchawi. Tumemtaja kwenye klipu iliyopita ya mtu anayeota anaitwa katika ndoto, sehemu ya pili kwa hivyo jini taiara yeye anao uwezo e, wa kiroho. Roho roho yako inaporudi kutoka kupokea taarifa za kindoto. Unajua mtu kwa nini anaona katika ndoto? Yani, jambo gani linamfanya mtu aone ndoto? Hii ni elimu kubwa sana. Unashangaa, nimeota mtu aliyekufa, halafu alichoniambia ndotoni kimekuwa vile vile. Hii inakuwaje? Hasa tumetaja hili kwenye kitabu chetu cha kita tafsiri za ndoto tumetaja kitabu kikuu cha tafsiri za ndoto cha Maalim Jafar Mtavassy kimeeleza hayo mambo. Kitabu chetu cha tiba eh, mjaribati wetu niandika pia kitabu cha tiba ambacho tumekita kichaka cha tiba eh, na msitu wa maarifa ya kitiba, tumeeleza pale ndani waziwazi mambo haya. Mtu roho yake inapotoka kuchukua taarifa eh, inapotaka kurudi katika kiwiliwili, majini huwa wanaivizia. Wakati huo ndipo jini muovu anaweza kupenyeza taarifa mbovu Iyo ni kuharimu taarifa hii ya kindoto. Mfasiri akiangalia anaona, eh, mbona hii haileti maana, inawezekanaje kutokea hili na hili? Pia limeingizwa katikati, yule jini ameichomekea chomekea baadhi ya vitu vya hovyo hovyo ili ndoto yako ikoromike. Ndipo wafasiri tunapoiangalia tunaiona imetukanganya, mbona inasema hili, unaiwa, fasili, hili na hili kwa wakati mmoja? Unajua sisi wafasiri, ndoto ikiwa inaweza kufasirika, tunaiona kwamba hii inafasirika na hii haifasiriki ila tulio bobea zaidi katika falsafa hii tunajua kwamba hii itatokea, hili na hili na hili haliwezi kutokea. Kwa nini haliwezi kutokea? Kuna jini mshenzi mshenzi ameingiza maana, kuna jini mwenye tabia chafu ameingizia roho ya huyu mtu wakati inatoka kupokea taarifa mambo ya hovyo. Yaani mtu ili apokee ndoto, roho yake hiyo huwa inatoka sehemu na kutoka katika kiwiliwili chake inapokwenda kupokea taarifa kwa malaika sidiqin. Hili jambo huwa linaleta mkanganyiko wakati wa kurudi roho. Baadhi ya nyakati ikirudi kikutana majini muovu nje, inachafuka taarifa, au ikirudi ikiwa salama, taarifa inakuwa nzuri. Namna ya kujilinda na hili ni kufanya ibada sana. Ukifanya ibada sana unajilinda na jambo hili, jini hawezi kukuingizia taarifa za kichafuzi, chafuzi katikati. Ndio maana tunawaambia watu stikini na ibada sana, pambaneni sana kwenye ibada. Kwa nini? Sio tu kwamba unaimarisha mahusiano yako na Mungu mbali taarifa za kiroho hata kutoka kwa malaika, kuna zinapokuja zinakuwa hazichafuliwi chafuliwi, eh. Lakini si hivyo tu, hata huyo jini wako Karina ambaye yuko na wewe anakuwa na uwezo wa kufanya baadhi ya mambo kwako eh? Kuondoa zile zina distraction zinazotokana na majini waovu wanapokuja kukuletea mambo ya ovyo ovyo. Ah, tunagusa hapa jambo lingine kwamba mtu anaweza akawa amekutana na ndugu yake aliyekufa katika usingizi. Roho za watu waliokufa na waliokuwa hai huwa zinakutana, ili ni somo maalum. Inshaallah tutazungumza kwenye kitabu chetu kule, tumetaja sana mambo haya, msikose kupata nakala jamani, ni kitabu ambacho kiko cha moto sana, insha inshaallah taala mtaenda kuona haya majambo. Kwa hivyo basi, moja ni mtu anachafuliwa taarifa zake na wachawi. Kwa nini wanachafua? wanataka kumroga ili wamvurugievurugie wa wa wa baadhi ya mambo, aidha katika afya, mali au watoto. Kwa hivyo wanajua, huyu anapata taarifa za kiroho, anaweza akatusumbua huyu. Sisi tunafanya uchafuzi, ye atakuwa anafanya tiba. Njia ya kumdhibiti ni kuanza kufunga kwanza mawasiliano yake ya yeye roho, ya kiroho, asiwe anayapata ipasavyo. Yani watu hawa ah, wakati mwingine hata ibada ni wazito, kuswali mbinde, mambo ni mengi hivyo Jiombeeni sana mkiona mambo yamekuwa hivi, jiombeeni sana. Hiyo ni sababu ya kwanza, kwa nini mtu anasahau ndoto au anakumbuka vipande vipande. Sababu ya pili, imekula nyama, nyama ya kichwa cha mnyama. Kuna watu wanapenda sana supu ya vichwa, nataka supu ya kichwa cha ng'ombe, supu ya kichwa cha mbuzi na ranyati. Hizi huwa si nzuri sana, zinapelekea ndoto kuharibika. Tatu, kuwa unasimuliasimulia ndoto zako hovyohovyo watu ambao hawana faida yoyote. Ndoto hizi zinakatazwa kusimuliwa mtu yoyote. Wengine ni mahasid, wengine ndio hivyo tena, unamsimulia mtu hana faida yoyote eh? ni hivyo. Kwa hivyo wale wanaoleta taarifa hizi kama lijuni karina eh? kama ni malaika sujiun anastaki kuleta hizi taarifa kwako, kwa, kwa sababu wewe siyo msiri. matabibu maana mimi nauliza sana na waganga waganga wamekuwa wengi sana wakiniuliza ndoto za matabibu. Ikiwa hali ni hii kwa mgonjwa, basi mwambieni, mwambieni aache mara moja tabia ya kusimulia simulia ndoto zake kwa watu. Na jambo la nne ni uhasharati, mtu anakuwa muasharati sana, hawezi kufunga kijiji chakati kijiji chake cha kati kimeharibika, zipu yake mbovu, zipu inafuruka hovyo hovyo mtu wa namna hii pia huja ikawa eh, anafukuza pia taarifa nzuri kujiwa au taarifa mbaya kunjia. Unajua, ni vizuri mtu akiwa anaona ndoto zenye maana nzuri na maana mbaya, ili aweze kujilinda, lazima afahamishwe kwamba sasa hivi unarogwa, ndio anakwenda kujilinda. Sasa kuna watu wengine wanapigia simu, wanalalamika, wengine ndugu zangu mtandaoni wananiambia, shehe, mimi ndoto mbaya tu, kwa nini? maana yake unaona ndoto mbaya ili uweze kujilinda, yaani Mungu anakupenda au malaika Sidikuna anapokupa taarifa hizi anataka ujilinde kwamba kuna watu wanakuroga wewe. Tuko sote, ikiwa haujafungwafungwa e, majini hawaingiziingizi kuchafua taarifa zako au hawakudhibitidhibiti usikumbuke, fahamu kabisa kwamba hili moja kwa moja linatokana na uchafuzi wako wewe. Ikiwa haufungui fungwu na majini, basi kusahau ni uzembe wako mwenyewe, kama sio majini wa kichawi au wachawi wenyewe kuwa na kutiatia kwenye vifungo usahau ndoto, basi fahamu, unakula nyama za kichwa eh vya wanyama wakubwa, au unasimulia ndoto zako hovyohovyo, au wewe ni mwasharati au mbea, unaongeaongea ongea sana kwenye mambo ya haki za watu. Allah Taala atulinde na atuepushe mkas, eh, na mitihani hii inee kutokea. Mama mmoja nimesimulia mkasa wake kwenye kitabu, na nilimuomba chetu tafsiri na ndoto, naomba ridhaa nisimulie huu mkasa wako. Bi Ruqayya akaniambia, usimulie na hata jina langu litaje, usiogope baba, kwa sababu mimi Sheikh, umenisaidia pakubwa, lakini pia nataka watu wengine pia waelimike. Yule mama kwa muda wa miaka kumi na kitu alikuwa anaona usingizini kana kwamba anakula nyama ya mtu, siku kila siku akilala, ndoto ndio hiyo basi. Waganga wakaanza kumaliza hela zake, waganga waganga wanamaliza hela, mahaba huyo, mambo ni mengi, unaingizwa uchawini, mambo ni mengi ah. Alipokuja kwangu akaniambia, nikamtazama machoni, kazi ya macho. Mama, ndoto yako ndio hiyo tu, eh. Mama, ndoto yako ndio hiyo eh. Mama, nikamwambia mama, eh, hii ndoto amna jini anakuletea chochote wewe unasengenya sana. Hata usengenyi. Yule mama baada ya kutoka pale, alikaa miezi mitatu akanipa laki tatu, tatu taslimu pesa ya Kitanzania anakwambia mwanangu, tangu siku hii iliyotoka kwako ndio siku tatizo langu liliishia hapo. Yani tukio sio mara ya kwanza nashia na mimi yote kwenye ndugu zangu ambao nimewahi kuwaeleza kuele, hili through whatsapp nimewaeleza na sio mdomo mkavu tu by evidence. e, hapa nakwambia nini hivi lakini. Yeye nilimwambia wao, huko nawaambia wa, wa, na, na vielelezo. Sisi tunakutana matukio mengi sana. Baadhi baadhi ya nyakati tunawaomba wenyewe, naomba tushie na watu wengine habari yenu, ili wapate kujifunza, tafadhali. Wakikubali huwa tunasimulia kwa hivyo, ni hivyo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atujalie kwenye kusikia mazuri na kuyafanyia kazi pia kuyasikiliza maovu na, na kuweza kuya fahamu na kuepuka kabisa.